Yes. Ah, nayo nayo nayo nayo nayo si twendaje? Mashaba umevaaje? Si umevaa hivi. Mashaba bwana, nilikwambia kitu ni kitu formal, si kitu tunaenda. Wewe umekuja hivi unaendaje kwa formal hivi? Acha niitishe koti. Kwa nini wanaangalia nguo ama kitu tunaenda kufanya? Hapana bana, tuna watu wa corporate. Mashaba bana. Ai. Sasa unataka unifanye? Wewe unafikiri tunakwenda mjengo ama kwako tunaenda wapi? Acha niitishe koti. Halo. My love koti kuna nimesikia zifai kuvaa hivi, niletee koti e, ndarudisha na hadi zile zingine, si niko, niko, unajua tu mali tunapatananga ma, ma, usiku. Sawa. Tena acha niletee, si utulie, koti inakuja. Na wewe na hasira uko na hasira kama unakasirika anga nini? Naenda kuna namba na koti. Kwani ni koti yangu, Masha? Unapeleka laundry gani? Naona suti zangu zina zinazeeka rakaraka. Ile suti fitting ni yake, bwana Masha. Masha. Yani umeume umekuwa kipera suti zangu? Hapana, huyu kijana anafanyanga kwa laundry. Anafanya kwa laundry gani? Huyu namjua hata wewe. Wacha kuniamini, najua mazako kuliko. Ni mimi hata nime mchukuni, wacha kukusa koti yangu. Hey. Katunge. Ebu wacha ujinga. Rudisha koti kwa nyumba haraka. Sasa unataka tuende hivi basi, kwaaibisha. Twende hivi wapi? Hiyo kazi haupati.